Habari ndugu mtazamaji, karibu katika mada yetu ya leo, ambapo leo tutakwenda kuzungumza moja ya mada muhimu kuhusu dalili za magonjwa ya ngozi ambazo ukiziona utapaswa waya hospitali na wanene mtaalamu wa afya ili uweze kuchukua hatua mapema na kuokoa afya yako. Watu wengi wamekuwa wakipuuzia dalili za ngozi ambazo mara kadhaa zikiacha zimekuwa zikileta madhara makubwa na changamoto kubwa za kiafya ambazo zinahitaji utatuzi mkubwa sana. Ndio, leo nitakuonyesha dalili ambazo ukiziona tu hakikisha unachukua hatua mapema, ili uweze kuokoa ngozi yako na kutunza ngozi yako kwa haraka sana. Dalili ya kwanza ni ngozi kuwashwa sana. Inaweza ikatokea katika, katika maeneo ya tumbo murungu au sehemu yoyote ile ya ngozi. Kuwasha huku unaweza kukawa kumeanza ghafla au kumeanza baada ya kufanya kitu fulani, kama mwenye na mdudu au umechoma na kitu fulani au umekutana katika mazingira yenye aleji au mazingira ambayo si rafiki kwako. Hii inaweza ikaashiria maambukizi ya bakteria, fungus au changamoto nyingine ya kiafya. Kwa hiyo dalili hii hakikisha unakwenda kwa daktari mara moja. Dalili ya pili ni vipele ambavyo vinaenea kwa kasi sana. Vipele hivi vinaweza vikawa vinawasha au visiwashi, cha msingi ndio ni vipele ambavyo vinaweza vikawa vimeanza ghafla na vinaenea kwa kasi o hivi inaweza vikawa ni changamoto ya allergy lakini pia inaweza ikawa ni changamoto ya maambukizi ya bacteria fungus au changamoto yoyote ile ambayo inahitaji utatuzi wa haraka. Kwa hiyo unapoona dalili hii hakikisha unaona daktari mara moja. Dalili ya tatu ni ngozi kubadilika rangi Ngozi inaweza ikabadilika rangi inaweza ikawa, hasa kwa watoto wachanga, ngozi kabadilika rangi ikawa njano, lakini rangi inaweza ikaambatana na changamoto nyingine za kiafya kama changamoto ya kupumua kwa kasi au changamoto nyingine yote ile. unapodarili hii hakikisha unaonana na daktari mara moja, katika ngozi au ugumu katika ngozi. unapodarili hia, mara nyingi inaweza ikaambatana na uvimbe ambao mara nyingi unakuwa hauna maumivu makali. Unaweza kawa una joto kali sana katika lile eneo, basi wanapo dalili hii inaweza ikawa ni ishara ya inflammation au maambukizi ya bakteria, lakini pia maambukizi ya fungus au maambukizi ya virusi. Kwa hiyo unapo dalili hii hapa usipuuzie, hakikisha unachukua hatua mara moja kwenda kwa daktari. Dalili nyingine ni chunusi, hasa kwa watu wazima ambazo zimeenea kwa kasi, mara nyingi tulikie usoni na katika maeneo ya kifua na mgongoni. Dalili hizi inaweza ikawa ni mabadiliko ya homoni, lakini pia inaweza ikawa ni mtafuko wa damu unaoitwa septicemia, lakini pia inaweza ikaashiria changamoto nyingine ya kiafya ya ngozi ambayo inaweza inabidi ichukuliwe hatua mapema, lakini pia isipochukuliwa hatua inaweza ikasababisha madhara mengine ya kiafya. Dalili nyingine ambayo ukiona unapaswa kuchukua hatua mapema ni ngozi kutoa maji pamoja na usaha. Inaweza <coughs> ikaambatana na maumivu ya kuvuta kwa ndani, japo muda mwingine maumivu yanaweza isiwe makali sana, lakini kuna wakati maumivu yanakuwa makali sana na maumivu hayo waka, kuna wakati yanakuwa kama vile yanawaka moto. Unapo dalili hii ya ngozi hakikisha unaonana daktari mara moja, ili aweze kuchukua hatua mapema ya matibabu. Hujua kwamba ni dalili hatari ya magonjwa ya ngozi ambayo inahitaji usaidizi wa haraka. Dalili nyingine ni mabaka meupe pamoja na meusi katika ngozi yako. Dalili hii inaweza ikaashiria changamoto kama vitiligo au maambukizi ya fungus pamoja na bakteria ambayo yanahitaji kufanyiwa atuzi wa haraka iwezekanavyo. Pindi wanako dalili hii ajikisha unaonana na daktari mara moja. Dalili nyingine ni ku... ambayo inaweza ikapitia zinaota kabisa nilito watu, nilito watu, nilito watu, katika sehemu za siri kwa pani au katika sehemu yote ya mwili dalili hii inaweza ikaonyesha kwamba kuna maambukizi ambayo ambao wanaweza kusababisha shida za ngozi katika maeneo hayo kwa kuna vitu ambavyo vinaweza kusema ni cells ni kisha ambazo zinaota, tunaita genital warts ambazo zinaweza kusababisha madhara makubwa ya kiafya. Dalili nyingine hatari ya ngozi ambayo unapaswa ukiiona chukua kwa mapema ni vidonda ambavyo haviponi kwa haraka kampano, kwa mfano kwa mgonjwa wa kisukari anaweza akawa na kidonda ambacho hakiponi, kidonda ambacho kimeanza tu chenyewe lakini koo inatotia kwenye ngozi tunaita dalili mbaya, dalili ya hatari kwa ngozi. Kwa hiyo ukiona dalili hii, akikisha wunawaye chukua hatua mapema, ili uweze kupata usaidizi wa haraka na uweze kusaidiwa kuzuia tatizo kabla halijaenewa na kabla halijawa kubwa. Dareli nyingine ni malengelenge tunaita blisters. Malengelenge ni ile hali ambapo eneo la ngozi, unaona kwenye eneo la ngozi kwa chini kama kuna maji imejaa kitubo, kuna maji. Mara nyingi dalili hali hii hutokea kwa wale watu ambao wameungua moto. Kwa hiyo wewe ukipata changamoto hii, huwa wanakimbilia kuya pasua yale madude hasa. Tunashauri kabla hujapasua, hakikisha unaonana na daktari ili uweze kutibiwa na kusaidiwa katika hali ambayo unapitia. Dalili nyingine ya mwisho ambayo ukiona unapaswa kuchukua hatua mapema ni unaweza tukasema kwamba kwenye ngozi yako unaweza ukawa na uvimbe ambao usiotarajiwa, unaokuwa kwa kasi, hasa katika maeneo ya miguu, mikono pamoja na kiuno. unaweza ukawa na uvimbe usiotarajiwa, unakuwa kwa kasi. Kwa hiyo ukiona uvimbe huu unapaswa kuchukua hatua mapema, unaonana daktari ili aweze kukusaidia na kuchukua hatua mapema. Ndugu mtazamaji, shida za ngozi zinatibika kama apewe kuchukua hatua mapema na pewe kushauriana na mtaalamu wa afya. Ni kuombe kama anapitia dalili hizi ambazo tumezitaja hapo, hakikisha nawahi kituo cha afya ili uweze kusaidiwa na aweze kupewa ushauri wa kina, ili ujue tatizo gani ambalo linakusumbua na uweze kuzuia kabla lijao tatizo kubwa. Ulikuwa nami daktari Lenny Komba. Asante kwa kunisikiliza, Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.